Ziwa tokea tuingie Serengeti, mji wa Mugumu mpaka tunatoka, tunafika Kwimba, tumepita wilaya ya Tarime, tumepita Loria, tumepita Bunda, tumeingia Kusega, tumeingia Bariadi, tumeingia Maswa, na leo tuko Kwimba, ndugu zangu. Kila tulipoenda wana matatizo ya maji, wana matatizo ya huduma za afya, wana matatizo ya barabara, wana matatizo ya elimu. Jana tuko Maswa katika kata ya Binza, vyoo ni vya kukaa vya maji, shule kata ya Binza haina maji, watoto wanapojisaidia wanashika vinyesi wanafutia ukutani. Tukaenda kukagua kuta za vyoo vya shule, vimejaa vinyesi vya watoto. Binza hapo, kutoka mjini mpaka Binza kilometa tano. Sisi tumeshindwa kupeleka maji katika shule ya msingi kata ya Binza wilaya ya Maswa. Miaka sitini na nne ya uhuru, kilometa tano kutoka mjini shule inakosa maji, watoto wanajisaidia bila maji, kata ya Binza, wilaya ya Maswa. Miaka sitini na nne ya uhuru, CCM wanaweza kuleta maendeleo eneo gani? Hata maji chooni, shule ya watoto, kata ya Binza nalitaja kwa sababu nimeenda kuona, na hawawezi kunisuta kwa sababu nimepiga picha na video zimepigwa, watoto wanapangusa kinyesi kwenye maji Kwenye, kwenye ukuta wa vyoo vya shule yana Chama cha Mapinduzi, miaka 64 ya uhuru wanashindwa kupeleka maji kilomita tano 5 kutoka mjini watoto wa shule waweze kujisaidia. Tuchagueni tuweze kuondoa kero zinazowakabili wa Tanzania. Ndugu zangu, tunajua kina mama ni wafanyabiashara lakini wana changamoto kubwa ambazo zinawakabili changamoto za mitaji. Serikali yetu katika irani katika mikopo ya halmashauri ya asilimia kumi inayotolewa sisi tunakwenda kuiongeza. Halmashauri tutaziwezesha kutoa mikopo zaidi ya asilimia arobaini katika bajeti ya halmashauri ili kuwakopesha wakina mama bila ya riba waweze kufanya biashara zao, ili waweze kupata maisha na waweze kusomesha vijana wao. Kwa hiyo wakina mama na vijana, serikali ya NLD imetenga asilimia arobaini katika fedha za halmashauri kwa ajili ya kuwapa mikopo isiyokuwa na riba, muweze kuendesha biashara na muweze kulea watoto muweze kuwasomesha watoto, taifa lisonge mbele. Kwa hiyo tumekuja na suluhisho la Watanzania, lakini mwisho, naomba la niongee kwa msisitizo. Nimesikia waliozungumza wenzangu kwamba mna tatizo la biashara za mazao yenu. Sera yetu ya chama, endapo mtapita ingia madarakani sera ya chama chetu cha NLD, wakulima wakafanya biashara popote katika soko lenye faida na wakulima, kuliko serikali kuingilia mazao ya wakulima na kuyapangia bei. Sisi tunaita huu ni unyang'anyi wa wananchi, kunyang'anywa mali zao na serikali. Kama mnataka muishi maisha mazuri kama mnataka mfanye biashara vizuri ya mazao yenu, twendeni tarehe ishirini na tisa mkatuchague tushike dola, ili mazao ya, ya kilimo ambayo mnalima wenyewe nitakwenda kuuza katika soko ambalo linawapa faida kuliko soko ambalo serikali imepanga ambalo linawapa hasara.